kupita lakini amefanyiwa madhambi tena Idi. Mambo yatakuwa vipi? Kipenga kimesikika. Faisal ameanza, ameudhibiti mpira Nado. Dar es Salaam na ni kubwa kuliko Ruangwa, kuliko Lindi. Ni Idi Suleiman Nado, iyo Nado ni mfanano wa Cristiano Ronaldo ni Idinaldo! Goli ambalo linamshangaza golikipa, goli kipa Musa Malik anaangalia, amehemwa, aelewi kilichotokea. Iki ni nini? Ndio tayari tena, Idinaldo anapepea. Ni goli ambalo limeanzia katika uwanja wa mazoezi, sio kwa bahati mbaya. Alipitishiwa kwa udhibiti kwanza, akanyosha mpira ambao umevuka nyota ambao wako pale, na moja kwa moja ukaingia kambani. Amejitahidi kuruka Musa Malik. Lakini wapi, haikufanikiwa. Ni Azam FC, ni waoka mikate wa Azam Complex, matajiri wa jiji wanatesa wakiwa nje ya jiji lao la maji chumvi, Dar es Salaam. Amemfuata Jean Frohai Benge na kwenda kuishika miguu yake akiappreciate <tune>